Kila press aliyoifanya Bwana Gwajima nilimjibu, na wote ni mashahidi. Na katika kumjibu Gwajima kwenye presi zake za kuzungumzia maswala ya kitaifa, ndiko nilikotengeneza maadui wengi. Kwa nini nilikuwa na mjibu Gwajima kwa kukinzana naye? Kwa sababu mimi nina elimu ya usalama wa taifa niliyofundishwa na Wakatoliki. Kumbuka, niliwaambia Wakatoliki sio dini tu Wakatoliki ni dola iliyoitawala dunia na mpaka sasa, kwa mujibu wa wengi, ni kama vile hii dola bado inaitawala dunia, na kila dola yoyote ambayo itapokea kijiti cha kuitawala dunia bado itatumia misingi ya dola ya Rumi au Wakatoliki, Roman Empire. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kule shuleni nilifundishwa. Sasa unavyomsikia mtu kama Gwajima anavyoongea, viko kinyume. Unaona mbona Gwajima anafeli? Presi za Gwajima alikuwa anahubiri katika mazingira ya kutujenga katika emotional, kuwa watu wa hisia kuliko uhalisia. Ukija kwenye idara ya usalama wa nchi, idara ya usalama wa nchi huwa haifanyi mambo kihisia, inafanya mambo kiuhalisi. emotional, And pragmatic. Ni vitu viwili tofauti. Idara ya usalama wa taifa kwa mfano, ikipata taarifa za uvunjifu wa amani sehemu, ambao katika prosesi za kuuzuia ule uvunjifu wa amani inabidi wafe watu elfu kumi kuuzuia ule uvunjifu wa amani, kuokoa mali na maisha ya watu labda milioni tano Idara ya usalama huwa haiwazi mara mbili, unafanya mahesabu yanaitwa casualty which you will incur versus the number of the people you gonna save, kwamba tutaangamiza watu elfu kumi, tutaokoa mamilioni matrilioni ya mali za raia pamoja na watu wengine. Hiyo ni kazi ya idara ya taifa. Imekupa kidogo hiyo ni darasani, nimejifunza hiyo ni darasani. Kwa hiyo swala la idara ya usalama wa nchi kuangamiza watu ili kuokoa watu ni kitu cha kawaida kabisa. Hilo ni somo, kama hukuwahi kufundishwa huko shuleni kwenu, kwa bahati nzuri mimi ninalo. Sasa Gwajima anahusikaje hapa? Kwa wale ambao mnataka kujua, video zangu za nyuma zote ukizifata shida yangu kubwa na ya Gwajima ni kurudia msamiati ule ule ambao, it's useful. Ni sasa kwa Gwajima kurudia ule msamiati, mimi naelewa kwa sababu Gwajima sio mtu wa kawaida. Gwajima ni, ni mwanachama wa Walimwengu. Huwezi kuwa na nguvu ya Gwajima eti imetoka kwa Mungu, hapana. Huwezi kuwa na nguvu ya mwamposa eti imetoka kwa Bwana. Huwezi kuwa na nguvu ya mwacha. Huwezi kuwa na nguvu ya Masanja. Hii dunia ni ya watu, na unahitaji hao watu wakumilikishe haja ya moyo wako. Ndivyo ilivyo, ndugu zangu, hii dunia ni ya watu, wewe ishi hapo hapo, usitaki kujua sana. Sasa gwajima anapozozana na serikali, najua serikali inayompa nguvu, sio kwamba gwajima atafungwa au atafanywa unavyowaza hapana. Gwajima bado anapawa, kwa sababu wanaomtetea gwajima wana nguvu kuliko Baresa, amewahi kuwa na msuguano na serikali, si ndio? Baresa ali lose kwa sababu wanaomsimamia Baresa wako juu ya serikali yetu, huyu na, na amepambana na serikali ya China na hii serikali ya China imemfanya alichomfanya lakini Halibaba hana ujanja wowote kwa sababu serikali ya China juu yake, hakuna serikali inayoweza kuitishia. Sijui nimeeleweka? Yani, ndani ya China serikali ya China inaweza ikamfilisi mtu yoyote na ikamfanya mtu yoyote kitu chochote pasi na kuulizwa na mtu yoyote, na ukikimbia kutoka serikali ya China, ukikimbilia serikali yoyote, bado serikali ya China ina uwezo wa kukupata hata ukienda Marekani. Imajini umeitukana serikali ya China, China, China ukakimbilia Marekani Marekani wakupokea wakasema watakulinda, alafu serikali ya China ikasema msipotupa huyo mtu wetu aliyekuja kwenu hatutafanya na nyie biashara abcd, wewe unafikiri serikali ya Marekani haitakurudisha kwa China? nimekupa mfano. So kwa kinachoendelea hapa kwetu, Gwajima bado ana power, skatai ataiumbisha serikali kwa namna an, alivyo na nguvu zake, wala skatai, mimi sio yule wa vile vichwa vya habari Gwajima kwisha habari yake Gwajima, mwisho wa enzi. Kwa hiyo no, no, no, no, mimi najua hii sayari inavyozungushwa so Gwajima still has the power as long as his masters are above our government. Hicho kitu nakijua. Sasa, sababu kuu ya Gwajima kuitwa na serikali au kujumuishwa kwenye machafuko yaliyotokea ni ipi haswa? Gwajima ni mtu ambaye alikuwa anatekeleza skripti sawa. Eh, Gwajima hakuwa na mahubiri ya umoja wa kitaifa. Gwajima alihubiri mgawanyiko zaidi. Utekaji, utekaji, utekaji. Kweli kabisa, Gwajima, serikali inateka watu, lakini je, ni utekaji wote ni wa serikali? Hakuna serikali isiyoteka duniani, serikali zote duniani zote zinateka zikikuhisi tu wewe una harufu ya uvunjifu wa amani kwa sababu hakuna kitu serikali inachokipenda kama kutawala watu wakiwa na utulivu wasiokuwa na fujo. Serikali zote duniani zinapenda. Machafuko ni matokeo ya kukinzana kati ya serikali na raia, si ndio? Eh, sasa unavyokuwa na power kama ya Gwajima alafu unahubiri division utengano, uhubiri umoja. Unajua msamiati wa utekaji utekaji, ulivyokuwa unavyoona, un, yani Mange Kimambi atakwambia utekaji, Gwajima atakwambia utekaji. Yani kila mtu ukienda, Kenyans wa, activists, wanaharakati wa Kenya utakuambia utekaji, lile neno sio from nowhere. Yani kila media ukifungua inakwambia utekaji. Huo msamiati umelipiwa kurudiwa rudiwa, ili uingie kwenye akili za watu takukumbusha kitu kidogo, ni kidogo lakini kilikuwa na nguvu sana, vyuma vimekaza. Ule msamiati ulizungushwa sana kipindi cha Magufuli, ule msamiati ulikuwa unalipiwa najua kuprogramu akili za watu. Hilo somo nimefundishwa, rudia kitu mara nyingi mara nyingi mara nyingi, kinajiprinti kwenye vichwa vya watu. Kishisha jiprinti kile kitu kitatengeneza sasa matokeo ambayo wahusika wanataka utekaji mtekelezaji wa utekaji nani? Serikali. Kwa hiyo moja kwa moja raia wataichukia serikali yao. Vyuma vimekaza, nani amesababisha vyuma vikakaza? Serikali iliyo madarakani. you see? so, running the narratives. kumbuka hii tabia ya ku run the narratives. ilikuwa pia ni silaha ya Roman Empire wa Katoliki hapo. so, walichoniambia wa Katoliki it, it's happening in the real world. kinatokea katika dunia halisi so wa Qur'ani utekaji utekaji, utekaji utekaji watu wanatekwa. Watu unatengeneza chuki kwa serikali tafuta njia ya ili neno utekaji kwa kuambia raia kweli serikali inaweza uambirairikali utekaji, lakini pia sisi raia pia tunatekana kwa uadui wetu wenyewe nakumbuka so, kuna story nyingi serikali imekuja kwenye kwenyeiaikasema you know walikuwa wanataka kutekana kwa sababu fulani. Mfano wa tarimo nyingine nilitoa ushuda wangu wa kilichotaka kunitokea mimi kwa mistake ya upangaji, kitu ambacho nataka niambie serikali wazi: mfumo wa makazi unatakiwa madalali watolewe quick fast. Iwe ni biashara ya local government. Iwe inasajili watu kujua watu wametoka wapi wanafanya kazi gani kwa sehemu wanayoishi, kwa sababu matatizo yanavyotokea, mhusika mkubwa kuulizwa ni local government. Tuachane na hiyo. So, The real reason kwa nini Gwajima anahusika katika machafuko yaliyotokea juzi kwamba aliran script ya utengano zaidi kuliko script ya umoja wa kitaifa. Na Gwajima kurani script ya utengano kuliko umoja, masta wake wanapenda utengano kuliko umoja. Gwajima's masters they love division in a big society so that we can be easily, you know, D. tukiwa kitu kimoja tutaibiwaje? So ni wape tu jibu la moja kwa moja, Gwajima anahusika kwa sababu ya script yake aliyokuwa ya anaizungusha. Hilo ndio kosa kubwa la Gwajima. Akina God bless Lema na wengine wa Chadema naturali, wale ni viongozi wa upinzani, kwa hiyo wamehusika moja kwa moja katika kuchochea machafuko, moja kwa moja Chadema kwa kutokushiriki kwenye uchaguzi kwa kujiondoa na akabaki katika upande wa kupromote machafuko katika jamii, anahusika moja kwa moja. Kingine Watanzania, kilichotokea hakijawahi kutokea katika nchi yetu. Kwa hiyo hata akina Gwajima na akina Chadema hawakutarajia uhalifu wa namna hii kutokea katika nchi yetu. Hakuna aliyetarajia hicho kitu, Watanzania. Watu wamekufa kweli, wengi kabisa. Watu wamepata hasara, hasara yetu ni trillion plus matrilioni ya fedha. Maandamano yaliyotokea Kenya ya mwisho kabisa, asara ilikuwa ni zaidi ya trilioni za Kitanzania kwa Kenya, ilikuwa ni sijui bilioni ngapi rais alitaja. Sasa njoo kwetu, vituo vya mafuta vingapi vimechomwa? Mali za serikali ni nyingi, vibaya mno. Njoo kwenye mali za watu binafsi. Je, mna habari kuna watu wamekufa kwa kutokupigwa risasi yoyote ile? Walikuwa ndani wametulia kwa kutii maagizo ya serikali wanakuja kurudi duniani mali zao zimeteketea, wengine wamekufa kwa presha. Literally wamekufa kwa presha. Mwingine atashangaa unakufaje kwa presha? Kama Msuya alijinyonga kwa kushindwa kulipa madeni. Vipi, mtu una biashara milioni mia mia mbili, unakuja barabarani unakuta yote imeharibiwa, hakuna hata yani, hakuna hata bidhaa shilingi 10 imebaki dukani. Kama una Mungu unayetembea naye utakufa kwa presha wewe. Kwa hiyo kuna watu wamekufa tayari kwa presha ya mali zao kupotea. Kuna wengine ni wagonjwa. Kwa hiyo nyie ambao mnajaribu kutujaza watu wengine sisi hizi emotionality damu imwagika, damu imwagika. Yes! Kulikuwa hamna plani B, ni lazima damu imwagike kuzuia damu nyingi zaidi kumwagika. Inabidi umwage damu kiasi kuzuia damu nyingi. Tengeneza picha, watu wangefika Kariakoo katikati. Kumbuka watu walikuwa hawaibi tu wanabeba wanachoma na moto kabisa. Hivi alikuwa Watanzania kweli wote hawa? Kwa sababu sasa hivi kuna stori zinaendelea Kenya kwamba kuna Wakenya wengi wamefia Tanzania, kuna Wakenya wengi wanazuliwa Tanzania. Kwa nini maandamano ya Tanzania, vurugu za Tanzania, Wakenya wawe wengi kuliko maandamano yao? Hatusikiage Watanzania wanahusika. We got to talk about this a little bit. Wa, wa, wa Tanzania. Hakuna Mtanzania aliye tarajia kilichotokea. No one was ready for that hakuna aliyetarajia machafuko yaliyotokea. No one was ready for that. It's a shocking, it was a shocking scene. It's unforgettable. Aiwezi kusaulika, damu imemwagika. Yes, ilikuwa hakuna plani b ya damu kumwagika ili kuzuia damu nyingi zaidi, kwa sababu the perpetrators wanaonekana kama ni watu ambao kutoka sayari nyingine kabisa like, ni kama vile so Watanzania watu ambao wamepewa mafunzo maalum kabisa. Iba, ukishindwa kuiba choma moto. Yaani ukikuta mali kama huwezi kuibeba, ipige kiberiti moto, hiyo mali iwake. What kind of? unyama gani u wa Tanzania tul, tul, tul, tulipewa eh? Matokeo ya demokrasia ya vurugu. Choma magari haya yanabebaga ya watu wa CCM kwenda Dodoma. Choma sheli, hii ni ya mtoto wa rais. Hizo ndo injili zao hizo, choma gorofa hili la lakini na CCM. So tunaelekea wapi wa Tanzania? Nafikiri tungeichoma nchi yote, nani angefaidika kama sio Kenya? Kenya ni ndugu zetu, tunachekana usoni, lakini kiuchumi, Kenya ni adui yetu, hiyo haifichiki. Adui wa Amerika kiuchumi ni China, adui wa Tanzania kiuchumi ni Kenya. So Gwajima Gwajima anahusika kwa some extent. Sababu hakuhubiri umoja, lakini ukienda kwenye kazi ya Gwajima kabisa, anatakiwa ahubiri matengano kwa sababu ndio dini zao zinavyodai na mamasta wao, mimi najua, mimi najifunza hivi vitu sana. So, akina Mange they kept speaking wherever they were speaking kwa sababu wanalipwa. Wanajua, wajiulize: maandamano ya kwanza ya Mange aliyoyaandaa dhidi ya Magufuli hakulipwa? Alilipwa. Unajua Amerika, ku, kuandaa tukio kama la Mange Kimambi la kipindi kile. Okay, maandamano ya juzi kule Marekani ya upande mmoja CCM, upande mwingine Chadema, pesa ya Chadema walipata wapi? Pesa ya kina CCM inajulikana, ilitoka Tanzania labda Samia alikuwa anajaribu kujitetea kule Marekani. Watanzania tunahitaji skripti ya kuimiliki taifa letu. Hivi vikundi vinavyogawana nchi yetu, jeshi Jeshila... la Gwajima, jeshi la CCM, jeshi la Chadema, jeshi la ACT Wazalendo, jeshi. Kuna siku sisi tusio kuwa na majeshi tutapigwa risasi, kwa sababu kama mimi sasa hivi nina maadui kwa upande wa Gwajima kwamba nilikuwa nampinga No, nilikuwa najaribu kumwambia askofu you are not right. As far as national security is concerned, you are not preaching the right thing. Kwa sababu alikuwa anaitwa anakofia wa askofu, kwa hiyo anajua kila kitu. Who told you? Hata Masanja ni askofu, lakini juzi alikuwa anaigiza na comedy. Si ndio we? American hegemony, American dominance. Nisikilizeni kwa makini, mtajua vitu vingi sana nisikilize alafu ni cheke. Nisikilize afu ukiona nimekudanganya, andika maandishi makubwa, mwalimu Google amedanganya. Mimi nitaiposti hiyo kitu, mimi nitakusaidia kuposti kwamba nimedanganya. Toa na ushahidi wako kwamba mimi nadanganya Watanzania. Hili taifa ni la Watanzania, sio vikundi vichache vichache vya watu. Kikundi kinaitwa CCM, kikundi kinaitwa Chadema, kikundi kinaitwa Wakatoliki, Walutheri, sijui Free sijui ufufuo na uzima. Hivi vikundi hivi inabidi tutafute mekanizmu ya kudailuti pawa yake, ili vijue kwamba viko vi Tanzania na vina akti kulingana na maslahi ya Watanzania, la sivyo tutaelekea kwa kina Nigeria. Watanzania tuelimike, tusiwe wasomi.